Chacha Marwa. Anakwenda sasa yule Chacha Marwa, lakini niwakumbushe wazazi wageni walikwa, mm -hmm, ukiguswa kwenda kuwashika mkono kwa chochote ulichokuwa nacho. Wanafanya vitu vikubwa sana vijana wetu wakionesha, ndio huyo sasa kashika maji, uh, ndoo ya lita 20, kwa meno hayo ni meno. Anatembea uh, Chacha Marwa kutoka kule uh, Lita ishirini, chini tano kuguswa. Unaweza kumshika mkono Chacha Mawa pamoja na wenzake. Wazazi wakenu waalikwa, karibuni. Asante, asante, asante kwa kuguswa, asante sana Chacha Marwa eh hey. Inapendeza zaidi kuona wazazi wakikuswa na vijana na kwenda kuwashika mkono hey, kwa chochote cho kile. Asante Mungu awabariki, asante sana, asante sana, asante sana. Makofi kwa wazazi wameguswa na Chacha Marwa. Safi kabisa, ruksa kuenda.